Maeneo mengine yaliyoimarika ni uwekezaji, ukusanyaji mapato pamoja na matumizi ya fedha za umma. Aidha, mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa nchini yameimarisha utawala bora, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kufikiwa kwa thamani ya fedha kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International kwa kutumia kiashiria cha The Corruption Perceptions Index, CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 imeonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi kumi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonyesha kwamba kwa mwaka 2024, Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki, ninao furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri progressively, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2014 hadi 2024, taarifa zinaonyesha kuwa Tanzania imepanda kwa asilimia, kwa alama kumi katika kipindi hicho na pia Tanzania ni mojawapo ya nchi nne